Shukuru sana viongozi wa Dar Rishad tangu mwanzo walivyotukaribisha kutupa ushirikiano wa kushiriki pamoja katika hizi shughuli. Tumekuwa tukishiriki katika shughuli hizi za Dar Rishad miaka mingi sana, sehemu mbalimbali, ikiwemo walimu wale kule, kule Kisarawe, tumeshiriki kule Tunduru na baadhi ya maeneo mengi kabla hata ya kuanzishwa kwa UMATA. Sasa kwenye UMATA tuna jambo moja muhimu sana katika madrasa zote Tanzania na hasa hizi madrasa za bodi. Sisi kwenye UMATA kama wasomi na kama wataalamu katika midani ya elimu, kazi yetu kubwa ni kuangalia changamoto gani zinazoukabili mfumo wa elimu wa Kiislamu na kuchambua athari zake na kutafuta mbinu na mikakati ya kukabiliana na hizo changamoto. Lakini pia jukumu kubwa lingine ni kufanya utafiti wa kuangalia fursa mbalimbali zinazohusiana na elimu kwa Waislamu, zinazohusiana na vijana wa Kiislamu na hasa wanaosoma dini kwa namna gani wanaweza kunufaika na fursa hizo. Katika utafiti wetu na kazi tunayoifanya sasa, tumegundua kwamba katika sera mpya ya elimu Tanzania imekuwa na manufaa makubwa kwa Waislamu na hasa ninyi vijana mnaosoma madrasa leo, lakini pia kumekuja na changamoto kubwa, changamoto ambayo kuanzia elfu mbili na ishirini na saba na ishirini na nane, hizi madrasa za bweni kama ninyi hazitakuwepo tena. Jukumu <laughs> letu kitaalamu sio tu kuangalia ile changamoto na athari zake, lakini pia namna gani ya kuikabili changamoto hiyo. katika jambo ambalo tunaongea na Waislamu hawatuelewi ni hili tunalozungumza, na changamoto inayozikabili hizi madrasa zetu kuanzia elfu mbili na ishirini na saba na ishirini na nane jambo hili liko hivi sasa hivi <laughs> sera yetu ya elimu ya Tanzania, kabla hii sera mpya ya elimu, elimu ya lazima ilikuwa ni elimu ya msingi darasa la kwanza mpaka darasa la saba ilikuwa <laughs> sio kosa la jinai kama mtoto baada ya kumaliza la saba kuendelezwa sekondari, lakini ilikuwa ni kesi. Kama mtoto wa primary hakupelekwa shule alafu akaenda kwenye mambo mengine, ile ilikuwa ni kosa kiutaratibu. Sera mpya elimu ya sasa imeweka utaratibu ambao elimu ya msingi ni miaka kumi, primary ni miaka sita sekondari miaka minne. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria ya Tanzania haki ya mtoto wa kusoma na lazima ni miaka kumi. Serikali imefanya mambo matano ya kuhakikisha mtoto wa Tanzania lazima asome katika hii miaka kumi. Jambo <laughs> la kwanza imetunga sheria kwamba elimu ya msingi na sekondari ni kwa mujibu wa sheria ni lazima kwa kila mtoto wa Kitanzania, na ikitokea mtoto akupitia katika elimu hiyo <coughs> atakuwa ametenda kosa la jinai. Kwa hiyo kwanza imetungwa sheria. Ina maana kwa sheria hii mtoto ambaye muda wa kwenda shule akapelekwa madrasa halafu kule madrasa ikawa asome shule, itakuwa ni kosa la jinai limefanyika. Kosa hili atawajibika mzazi, kama amepelekwa madrasa atawajibika pia na mwalimu wa madrasa. Cha pili ambacho serikali imefanya katika hili, imefupisha muda wa kusoma, badala ya mtoto kusoma miaka saba atasoma miaka sita Elimu ya msingi imeishia darasa la sita, imeishia ime la sita, itafika darasa la saba, lakini elimu hiyo ya msingi inaendelea mpaka amalize kidato cha nne. Jambo la tatu, serikali imefanya imeondoa mtihani wa darasa la saba. Imeondoa mtihani ule, ili kumfanya mtoto asipate kikwazo cha kuendelea mbele katika elimu. Yeye akifika tu darasa la, la, la, la, la, la sita anaingia tuko mseleleku form one hakuna habari ya mtihani. Madrasa zetu hizi zote, tuna rekodi katika utafiti wetu, madrasa za bweni mia moja Tanzania, asilimia kubwa wanafunzi wetu wako aina tatu. Aina ya kwanza ni wale ambao walichaguliwa kwenda sekondari, lakini kwa sababu mbalimbali mbali, wazazi wakaona mtoto huyu apelekwe madrasa, na wapo ambao baada ya mtihani darasa la saba hawakuchaguliwa kwenda sekondari, wazazi wakaamua mtoto huyu aende akasome dini. Na kundi la tatu ambao ni asilimia mbili mpaka kumi, wapo watoto wa umri wa primari ambao walitakiwa kwenda shule ya msingi, lakini wazazi wakaamua waende wakaende wakasome madrasa Kutokana na sheria hii ya sasa kuanzia elfu mbili na ishirini na saba na ishirini na nane na hakutakuwa na mtoto ambaye ataruhusiwa kwenda madrasa, ataruhusiwa kwenda gereji, ataruhusiwa kwenda kufanya kitu kingine tofauti na kwenda shule ndani ya kipindi cha miaka kumi. Otherwise yule mtoto kama atapelekwa madrasa ya bweni, atakuwa hapa madrasa, lakini atakuwa na kwenda na shule aliyokuwa amepangiwa. Hii ni changamoto kubwa ambayo watu wengi hawaijui hizi madrasa. Na itakapofika elfu mbili na ishirini na saba kutatokea madhara makubwa sana. Jukumu letu kama wataalamu ni kutengeneza mbinu na mikakati ya namna gani ya kukabiliana na hizi changamoto. Kwenye UMATA tulitengeneza programu inaitwa maboresho ya madrasa, tunaishughulikia na kuendesha nchi nzima mara ambapo kuna madrasa bodi. Jambo lingine ambayo serikali imefanya katika kuhakikisha mtoto anapata hii elimu imefuta ada, mtoto atasoma primary bule na atasoma sekondari bule, katika kuonyesha kwamba serikali imedhamiria kuhakikisha kweli watoto wanasoma, mwaka 2027 mbili shule za sekondari zitakuwa zitoshi, kwa sababu fomu 1 peke yake watakuwa milioni mbili na laki tisa fomu 1 peke yake. Wakati sasa hivi wanafunzi wote wa sekondari wako milioni mbili na laki tatu Ina maana ifikapo elfu mbili na ishirini na saba tutakuwa na wanafunzi wa sekondari zaidi ya milioni tano kwa ongezeko wa wanafunzi wa fomu 1 karibu milioni tatu peke yao. Watasoma shule gani? Shule za serikali hazitoshi. Serikali ipo kwenye mchakato kuhakikisha kwamba inatengeneza sera ya kwa kushirikiana na sekta binafsi, watoto ambao watajaa katika shule za serikali, watakaobaki watapelekwa katika shule za binafsi, na serikali italipa ada katika shule za binafsi. Hii ni kuonyesha kwa namna gani serikali imedhamiria kusomesha watoto wa Tanzania. Sasa kwa kumalizia, changamoto ya kwanza katika programu hii katika hichi kipindi cha sera mpya ya elimu, changamoto ya kwanza ni hiyo. Ifikapo if elfu mbili ishirini na saba ishirini na nane kama hatujajipanga vizuri, kama hatujafuatilia vizuri programu ya UMATA maboresho ya madrasa, hawa watoto hawatakuwepo tena. Elimu inatusukuma kuona mbali kabla matokeo hayajatufikia sisi. Kwa research zetu tumeona madrasa zote Tanga tumezipitia, ifikapo elfu mbili na kumi na saba hazitakuwa na wanafunzi. Nizungumzie habari ya, ya fursa kwa uchache sana. Katika sera ya elimu, imeleta ukombozi mkubwa sana kwa hawa watoto. Somo la dini, somo la Kiarabu yamerasimishwa na serikali kuwa ni masomo rasmi. Imewatengenezea na combination ya Islamiki, Kiswahili na Arabiki Hawa watoto wote tukiwekea utaratibu, wakiwa ndani ya madrasa zetu, watakuwa wanaondoka madrasa, hawaendi nyumbani, wanaenda vyuo vikuu, kwa sababu kwa miaka mitatu wanaweza kusoma fomu 1 mpaka fomu 6, masomo matatu tu, Islamiki, Arabiki na Kiswahili, masomo ambayo wanayajua. Si tumeona hapa wanaongea mpaka kindi na sio sio Kihindi, kama wanaweza kuongea kuongea paka Kiurdu au Kihindi, maana yake Kiarabu anajua kuongea kuongea vizuri, na kama Kiarabu vizuri, na hapa anasoma somo la dini vizuri, maana yake hawa, milango ya vyuo vikuu ipo wazi kwa ajili yao bila kutoa jasho, wakiwa bila kutoa jasho, wakiwa humo humo katika madrasa zao wanasoma dini jioni, wanapata masomo mawili ya sekula kesho tena hivyo hivyo. Baada ya mwaka mmoja, wanafanya mtano form 2 mwaka unaofuatia wanafanya mtano form 4 mwaka unaofuatia wanafanya mtano form 6 ikifika mwezi wa kumi, wanaingia vyuo vikuu. Niwaombe wanafunzi, programu hii iwe hapa au iwe mahala pengine, mkienda nyumbani, muende, mnajua milango ya vyuo vikuu imefunguliwa kwenu kwa masomo matatu ni uamuzi wako sasa hivi kuingia chuo kikuu au kuendelea kubaki. Tanzania inayokuja kuanzia 2030 au 2040 itakuwa ni Watanzania wa wote wenye elimu ya chuo kikuu. Tuombe sana nyinyi, ambao bado wadogo, Mwenyezi Mungu akujalieni kwa kukumbuka haya, msingi mzuri ambao mnaupata hapa Dar es Salaam, basi uwasaidie mkitoka kule Magala, amrudi nyumbani mwe mnakwenda moja kwa moja vizuri, na mimi ni Maulana Hussein Maulana Sani. Hili jambo mnaelewa vizuri, tunachosubiri ni utaratibu tu, namna ya kwanza, na inshallah Disemba hii tunataka tuanze, ili vile vyetu hivi mwaka ujao tuingie katika historia. Baada ya kusema haya, asalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu.